Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya sakata zima lililotokea kumhusu Hamisa Mobeto pamoja na rafiki yake shosti yake wa muda mrefu sana, huyu hapa si mwingine bali ni Rushayna. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Hamisa Mobeto bwana, na Rushayna wamekuwa ni marafiki wa muda mrefu, lakini hivi karibuni kuna hizi voice pamoja na chat ambazo zimevuja huko mitandaoni zikiwa zinamuonyesha, zikiwa zina, zi, akiwa Rushayna, anazungumza. Hmm. Au wana chat, lakini katika hayo mazungumzo ni kwamba Rushayna alikuwa anamsema vibaya sana mm, mume wa mrembo Hamisa Mobeto. Tunafahamu kwamba mume wa Hamisa Mobeto ni Aziz Ki. Sasa Rushaina ameonekana akiwa na chati na shosti yake mwingine akiwa anamsema vibaya Aziziki, kitu ambacho kiukweli kimefanya watu wengi sana wawe very disappointed. E, watu wengi sana wameona kama vile Rushaina kweli amefanya makosa, amemkosea sana Hamisa Mobeto, kwa nini amsema mume, amseme mumewe vile? Na wengine wakiwa wame conclude kwamba Rushaina ana wivu, anamwonea wivu Hamisa Mobeto kupata ndoa na mwanaume kama Aziziki. Of course, watu watoa dosari kuhusiana na muonekano lakini still ukija ukiangalia ni kwamba Aziziki ana uwezo wa kufinance maisha ya Hamisa Mobeto hmm. Aziziki ana pesa za kumfanya Hamisa Mobeto aishi maisha yoyote ile ambayo ye anayoyataka, lifestyle yoyote ile ambayo Hamisa alikuwa ana ndoto ya kuishi Aziziki anaweza kuiprovide kwake meona bwana eh? Kwa sababu unaambiwa kabisa kwamba wazi kwamba Misamobeto au oh sorry, Azizikia analipwa zaidi ya milioni 30, kwa mwezi piga mahesabu kwa mwaka anaingiza zaidi ya milioni mia tatu na sitini. Sasa hiyo ni lifestyle ambayo yani, huo ni mshahara au ni fedha ambazo zinaweza zikamfanya Misamobeto akaishi vyovyote vile yeye mwenyewe anavyotaka, akiwa tu na Azizi. Kwa hiyo wanawake wengi wanajua hilo, kwa hiyo lazima waanze kutafuta dosari na kumsema vibaya Hamisa au kumsema vibaya Azizi. Na mmoja kati ya wanawake hao ndio huyu rafiki wa karibu kabisa wa Hamisa Mobeto ambaye ni Rushayna. Sasa kutokana na hili ambalo limetokea, baada ya hizo voice kuvuja, ni kwamba maneno yamekuwa ni mengi. Watu wengi sasa wameanza kumsema Hamisa, wengi wameanza kumsema Rushayna. Wengine wanasema kwamba Hamisa Mobeto anatakiwa atafute marafiki, awe makini sana na marafiki ambao anawachagua kuwa nao katika maisha yake. Sometimes anateleza, huyu si rafiki mzuri ana na Juma Lokole ndio mmoja kati ya watu ambao walizileta hizi habari mitandaoni, na baada tu ya Hamisa kumlamba bloku Rushayna, Juma akaandika bas kwisha. Wadau wamekuja kuweka maoni hapa hapa, kuna huyu Faraja anasema kwamba eh, bwana sasa e, sasa ukishajua kwamba mtu ni mnafiki, wa nini sasa? Mnafiki, inabidi uh, ukae naye mbali kabisa na maisha yako. Yaani, akae mbali na maisha yako, ndio maana nilisema kwamba sio wote walioenda hapo kama ni watu wazuri bado hatujaona vingi tu e, kula bloku, kila sehemu kula bloku, kila sehemu, ataishia kumwona kwa akaunti feki au kwenye peji za udaku. Haya, Rushayna anasema kwamba hebu, kwani chanzo ni nini? Waambie, hebu mnieleweshe vizuri, kwa sababu kwamba Misa nampendaga nampendeaga, hapo tu hagombani na mtu, ila majibu yake ni bloku e, we mwenyewe utakubali mm-hmm. Haya, kuna mtu mwingine ameandika kwamba bwana, kwa hiyo umefurahi kwelikweli Juma Lokole kuona hawa wamegombana e? Mkumbukeni Mungu jamani, ulichokifanya ni dhambi kubwa sana, dunia isikuadae mm? Tunapita tu, mtume wetu Muhamadi sallallahu alaihi wasalam wa anasema kwamba lataghulul taghul, la jannata na, na, mamu akiwa na maanisha kwamba hatu hatuingii peponi, hatuingia peponi mtu mbea. Umeona bwana? Watu wamekuja kuweka mpaka mistari ya Qurani hapa kwamba Juma Lokole ndiye ambaye ameleta hizi habari mtandaoni, zimepelekea Hamisa Mobeto kuona, kuona kwamba Rushayna na kumbe huaga na msema na DM amezivujisha Juma Lokole. Kwa hiyo moja kwa moja watu wanasema kwamba huu ni umbea ambao umesababisha Rushayna na Hamisa Mobeto kutokuelewana au Hamisa Mobeto amejua kwamba Rushayna ni mbaya wake na amemlamba bloku, kwa hiyo ina maana kwamba wamegombana hawa, urafiki umekwisha. Au vipi bwana? Na chanzo ni Juma Lokole kuzileta hizi habari mtandaoni. Kwa watu wanasema kwamba Juma Lokole alichokifanya sio vizuri na hata huu ni mwezi wa Ramadhani, nakumbuke kwamba mtume alisema hatoingia peponi mtu mbea. Haya, mtu mwingine anasema bwana, so kwa hiyo Juma, wewe umefurahi jamani? Labda alisema eh, alisema kwamba alisema tu hakumaanisha, jamani, ni mdomo tu, ila naona kama vile anampenda ana misa wake Yeah, nimeumia, lakini kuna watu wamesema kwamba wameumia wa hiki kilichotokea wa yeah, ame request privacy kwenye maisha yake. Hataki watu kumfuatilia kumsemasema, kumhusisha kwenye vitu vya hapa na pale, hususan maudaku ya huko mtandaoni na mumewe basi na pia ameona kama vile kwa namna moja au nyingine watu wamekuwa wakimwandama sana, yani kama vile wanamuonea. Umeona bwana Hamisa ameandika hivi: samahani sana lakini mie sio jalala lenu jamani, kwamba kila siku mkiwa na takataka mje mnitupie. Akaweka hii moja hapo kabisa ya kuomba, akasema kwamba naombeni tu, mniache nimechoka sana yani, nimechoka haswa na jionea tabu tupo kila siku kuandamwa, mie sijui niliwakosea waja wapi mimi Hamisa ameandika hivyo Hamisa na kuweka emoji ya kunyosha mikono juu na sad emoji pia iko hapo, ya kuonyesha kwamba yuko na huzuni kwa haya ambayo yanayoendelea huko mitandaoni. Kwa hivyo basi eh, Juma Lokole pia amekuja amepiga screenshot hiyo akaiposti akaandika kwamba ebu muacheni Hamisa wangu jamani, pumbavu zenu. Hmm, Juma Lokole ameandika hivyo, ameolewa bado mnamwandama. Kuna mtu ameandika hivyo. Huyo sorry, huyo ni Juma Lokole. Wadau wamekuja kuweka comments zao kuhusiana na hilo. Kwa mfano, kuna mtu hapa ameandika kwamba pole mwanangu, kuna watu walikuwa wanaku, wanaku, kuna watu walikuwa wanakutunza pesa ile siku kwa sifa, walikopa, sasa hivi wanadaiwa, kwa hiyo wana hasira na ndoa yako. <laughs> kuna mdau hapa anakwambia kwamba amempa kwanza pole Hamisa Mobetto, alafu amemwambia kwamba kuna watu siku ile ya harusi yake walikuwa wanamtunza pesa, lakini zile pesa bwana walikuwa wamekopa, sasa sasa hivi wanadaiwa. Kwa hiyo kama vile kwa namna moja au nyingine, wana hasira na ndoa ya Hamisa kwamba imewaingiza kwenye madeni kwa kupenda sifa wao wenyewe kwa mda. So bwana Juma utaacha lini unafiki? Misureni anasema kwamba bwana kiukweli, muacheni jamani huyu dada, mbona hana shida na mtu bwana. Ningekuwa mimi Hamisa ningeanza na wewe kwanza kukublock, Juma Lokole. Bwana maskini Hamisa hajui tu, yani ananyota kali sana, ananyota kali mno yani mno, lazima apitie misukosuko ya kuandamwa tu koze mtu Mwenye mti wenye matunda ndio unaopigwa gamawe, yaani cha msingi aishi maisha yake, maneno si mkuki. Eh, wadau hawa wamekuja kumwambia hivyo Hamisa hapo. Haya, mtu mwingine anasema kwamba bwana, kuna watu eh, hawakushiba kwenye harusi ya, ya kwenye harusi, kwa hiyo wameanza vurugu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema bwana, huu da kwa leo kiukweli Eh, utakuwa ni huu muda kwa leo, kwa kweli ni mkali. Kuna mtu ameandika hivyo, so it is what it is. Kila mtu amekuja kuweka maoni yake at the end of the day. Kwa hiyo ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia hebu tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku replay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha unakuwa karibu na channel yetu kwa ku like ku share na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.